Najua kwamba wewe ni mtu mwenye hekima, labda hata kiongozi mwenye hekima, ikiwa uko tayari kusikiliza neno la ukosoaji au mtazamo tofauti, labda hata changamoto ya kufikiria upya jambo fulani. Kuzunguka tuna manabii wanaokubaliana na wewe ni mpango wa maafa, na hakuna mfano bora wa hili kuliko mfalme Ahabu. Sasa hapa katika Mmoja Wafalme sura ya ishirini na mbili wasama wa zamani kati ya Israeli na Shamu unaanza kuwaka tena. Aya ya moja inasema, kwa miaka mitatu Shamu na Israeli waliendelea bila vita. Sasa inaonekana Wasiria hawakurudisha mji wa Ramoth Gileadi kwa Israeli kama mfalme Ben-Hadadi alivyomwahidi Ahabu hapo awali. Ahabu anataka kufanya Ramoth Gileadi kuwa mji muhimu mashariki mwa mto Yordani na anahitaji kuwaondoa wa siria njiani. Sasa, kama unaweza fuata mpira unaoruka hapa, Ben-Hadadi alikuwa mshirika wa mfalme Asa, baba yake Yehoshafati, mfalme wa sasa wa Yuda, lakini mambo yanabadilika. Kulingana na mbili Mambo ya Nyakati 18 aya ya 1 na tunaambiwa katika maandiko hayo kwamba Yehoshafati alifanya muungano wa ndoa na Ahabu Kweli hiyo inamaanisha binti wa Ahabu anaolewa na mwana wa Yehoshafati. Hakuna kitu unajua kinachofanana na muungano wa kifamilia, lakini hapa nyuma katika moja wa Falme 22 Yehoshafati anaelezewa katika aya ya 43 kama mfalme mcha Mungu ambaye alitembea katika njia za baba yake Asa. Una muungano huu wa ndoa na Ahabu ambao haukuwa wa busara, hatimaye italeta madhara kwa ufalme wake lakini sasa Ahabu ana msaada wa Yehoshafati kwa sababu ya muungano huu, na anataka kuzindua shambulio dhidi ya Ramoth Gileadi ili kuirudisha kutoka kwa Ben-Hadadi, mfalme wa Shamu. Kabla ya kuingia vitani, Yehoshafati kwa busara anamwambia Ahabu hapa katika aya ya tano: hebu tuulize kwanza neno la Bwana. Kwa maneno mengine, hebu tuulize Mungu kama tunapaswa kwenda vitani dhidi ya Ben-Hadadi. Kweli Ahabu hana mpango wa kumuuliza Mungu chochote sembusi ushauri, lakini tunaambiwa hapa katika aya ya sita, mfalme aliwakusanya manabii pamoja wapatao watu mia nne na akawaambia, je, niende vitani dhidi ya Ramoth Gileadi au nijizuie? Nao wakasema, panda, kwa maana Bwana ataitia mikononi mwa mfalme. Manabii hawa wapo kwenye malipo ya mfalme, wataenda kumwambia Ahabu chochote anachotaka kusikia lakini Yehoshafati ana mashaka kuhusu hawa manabii mia nne. Kwa hiyo anamuuliza Ahabu kama kuna nabii mwingine yeyote katika nchi. najibu la Ahabu hapa katika aya ya nane ni karibu kuchekesha. Naam, ndiyo, kuna mtu mmoja ambaye tunaweza kumuuliza Bwana, Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia, kwa maana kamwe hanitabiri mema, ila mabaya. yeye daima mvua kwenye gwaride langu kamwe hanielezi kile ninachotaka kusikia lakini sasa amekwama kwa hiyo lazima amwite mikaya mjumbe aliyetumwa kumleta mikaya kwa Ahabu anamwonya kwamba anahitaji kuzungumza kwa upendeleo kwa mfalme na napenda jibu la mikaya hapa katika aya ya 14 kama bwana aishivyo kile bwana anachoniambia ndicho nitakachosema na maanisha mfalme au si mfalme mitaeleza ukweli. Akifika anawadhihaki hawa manabii wa kumpa Ahabu ujumbe ule ule wa upendeleo, aya ya kumi na tano: Panda na ushinde, Bwana ataitoa mikononi mwa mfalme. Sawa, Ahabu anagundua mara moja kejeli katika sauti ya Mikaya na anamtaka amwambie ukweli. Kwa hiyo unataka niseme ukweli na siyo ujumbe wa kukufurahisha unaotaka kusikia sawa? Basi hapa upo, aya ya kumi na saba: niliona Israeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji, na Bwana anasema hawa hawana bwana, kila mmoja na arudi nyumbani kwake kwa amani. Hii inamaanisha kuwa Israeli watafungwa na kutawanyika na watampoteza mchungaji wao, yaani mfalme wao, vitani pia Ahabu anamwambia Yehoshafati, unajua katika mstari wa kumi na nane hapa, sivyo, kwamba hatatabiri mema kunihusu mimi bali mabaya. Lakini sikiliza, inawezekanaje manabii mia nne wakose na Mikaya awe sahihi pekee? Naam, Mikaya anaeleza kwa nini hapa katika aya ya ishirini na tatu Bwana ameweka roho ya uongo katika vinywa vya hawa manabii wako wote. Bwana ametangaza maafa kwako. Kwa maneno mengine, Mungu ameruhusu roho hii ya uongo kuzungumza kupitia hawa manabii mia nne ili kumshawishi Ahabu aingie vitani. Kwa nini? Ili mipango ya Mungu kuhusu hukumu na kifo cha Ahabu itimie. Naam, Ahabu anamfunga Mikaia gerezani. Kumbuka. Kwa kusema ukweli ninashangaa hapa kwamba Mfalme Yehoshafati mwenye kumcha Mungu anaendelea kumfuata Ahabu vitani, na hatujaambiwa kwa nini. Labda ilikuwa kwa sababu alihisi amejitolea wakati huu kumsaidia Ahabu kama alivyoahidi, au labda alishawishika kwamba Mikaya kweli alikuwa na chuki dhidi ya Ahabu. Hatujui lakini wanapoelekea vitani hapa, Ahabu anajificha ili asilengwe na jeshi la wasiria Na mwanzoni mpango unafanya kazi kwa kweli, wasiria wanamlenga mfalme Yehoshafati na maisha yake sasa yako hatarini. Lakini katika akaunti sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati, tena sura ya 18 aya ya 31, tunasoma Bwana aliwasaidia, Mungu aliwavuta mbali naye. Unaona, Mungu ndiye anayeelekeza majeshi katika vita hivi, na anamlinda mfalme Yehoshafati, na yuko karibu kumhukumu mfalme Ahabu. Sasa, ingawa amejificha, Ahabu hawezi kukimbia mapenzi ya Mungu, na tunaambiwa hapa katika aya ya 34: lakini askari mmoja wa kisiri alifiatua upinde wake bila mpangilio na kumpiga mfalme wa Israeli kati ya silaha za chuma na deraya ya kifua. Shika maneno hayo hapa. Askari alifiatua mshale bila mpangilio, alilenga tu juu angani, na vipi? Unajua nini? Sikiliza, Mungu aliwelekeza mshale huo kupata pengo dogo kati ya deraya ya kifua ya Ahabu na silaha za chuma zinazonyumbulika zilizofunika tumbo lake. Kwa hiyo kile kinachoonekana kuwa tukio la bahati nasibu ni moja kwa moja katikati ya mpango wa Mungu. Sasa tunaambiwa hapa kwamba Ahabu ameegemezwa kwenye gari lake la vita, lakini maisha yake yanapoanza kupotea wakati wa machoyo, hata wakati huo, kwa huzuni, hatoi kilio kwa Bwana. Hakuna neno la toba, hakuna sala ya kujisalimisha. Na kwa hayo mtu huyu mkaidi anakufa, na kama vile Bwana alivyotabiri kupitia nabii wake Eliya. Mstari wa 38 sasa unarekodi waliosha gari la vita kwenye bwawa la Samaria na mbwa walilamba damu yake. Sasa kuna onyo katika haya yote kuhusu hatari ya kufanya maelewano na Yehoshafati. Alifanya maelewano mara mbili, sivyo kweli? Kwanza tumejifunza, alijiunga na Ahabu katika vita hii na atakemewa kwa hili katika Kaunti sambamba hapa katika mbili Mambo ya Nyakati 19 na nabii Yesu. Lakini tena pili, pia imerekodiwa hapa Yehoshafati anafanya maelewano tena, anaanza biashara ya ujenzi wa meli na mwana wa Ahabu ambaye ni mwovu Ahabu, na meli hizi zote zitaharibiwa Mungu anapohukumu ushirikiano huu wa kibiashara usio wa kiungu. Kweli, kama wasifu wa Ahabu unavyokaribia mwisho, kama vile kitabu cha mmoja Wafalme kinavyofikia mwisho, tunahitaji kutambua kwamba tumepatiwa mfano wa kusikitisha katika rangi halisi wa nguvu ya dhambi na kutoamini ambayo inaweza kumshikilia mtu hadi kwenye mlango wa kifo chao. Manabii wanaompinga Mungu, wanaozungukwa na wengine, unajua, ambao wanawaambia chochote wanachotaka kusikia wako katika hatari kubwa. Hiyo ni kwa sababu dhambi inatukamata kwa nguvu zaidi. Unajua, nimeona hili likitokea katika miaka yangu ya huduma. Hata na ujio wa kifo, nimewaona watu wakikuwa na kuwa na ukaidi zaidi katika kutoamini kwao. Je, ni wewe leo unasimama wapi mbele za Mungu? Je, umesikiliza maonyo yake yanayokuja kwako? Je, umeamini injili yake? Je, umemkubali Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wako? Kama hujafanya hivyo, fanya leo, fanya sasa hivi, kwa sababu ni Mungu pekee anayejua. Leo inaweza kuwa siku yako ya mwisho, fursa yako ya mwisho ya kuamini. Kwa, kwa hivyo amini kwake leo. Na neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe leo. Amina.